Kama wewe ni mtu ambao unaongea Kiswahili na umekuja Canada, una struggle. Kama wewe ni mtu ambao unafanya 9 to 5 ama unatumika kwa factory, kila siku unaenda kazini, unachoka, haujui vile utatoka kwa hiyo situation. Mimi niko hapa kama mtu ambaye anataka kusaidia. Tuna kampuni ambayo inatulipa kitu tunafanya, tuna promote, tunawaletea client na hao client wakisha kwa referred kwa hiyo kampuni, tunapewa pesa zetu kama we ni mtu ambaye unatafuta side hustle, mtu ambaye umeteseka sana na kazi za Canada za factory, ama kazi ambazo zinatakikana ufanye muda mrefu mbele hata ulipe nyumba yako, na kualika leo kuangalia hii company, uniandikie inbox, nitakupa mawaidha na nitakupatia information ya website mwenyewe uweze kujiunga na uanze kupata pesa kutoka nyumba yako. Kuna watu wengi wameanza kutumika na hii kampuni, wamefanya one year, two or three years, wameacha kazi zao. Kuna ma nurses, kuna madaktari wamefanya hii, wameanza na wamefanya, sasa wanafanya hii full time. Kama hi ni mtu ambaye umechoka na kazi hizi za Canada, za za factory, uniandikie leo nitakusaidia uanze kufanya hii biashara. na hii biashara inapatikana patikana Europe, inapatikana, inapatikana America, Canada, na inapatikana Asia, pia Australia, 28 countries. Kama uko interested uniandikie, mimi nitakutumia information.